DW. Kinaga Ubaga. Naam, karibu sana msikilizaji wa Deutsche Welle pote pale ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khalef na hiki ni Kinaga Ubaga. Leo tunazungumza na makamo mwenyekiti wa chama hawala nchini Tanzania CCM, Bwana Steven Wasira na tunazungumza naye kuhusu hali ya kisiasa na mustakabali wa taifa la Afrika Mashariki baada ya uchaguzi kumalizika na yote amba ambayo amejiri ambayo yameilazimisha serikali kwa sasa kuanza kuandaa ma mazingira kurekebisha hali ya mambo vile ilivyo. Bwana Wasira, karibu sana kwenye kinaga ubaga. Asante uh, sana. Kushukuru sana. Labda tuanze na hili la karibuni kabisa. Uh, uchaguzi umemalizika machafuko yameonekana me, ya nchini Tanzania. Kwa upande wa Tanzania habari ni mara ya mwanzo kabisa, tangu vyama vingi vimeanza, kutokezea hali hii. Hatimaye Rais Samia ameamua kutangaza tume ya kuchunguza matukio haya. Yepi maoni yako binafsi kuhusu kuteuliwa kwa tume hii ya uchunguzi? Ha, kwanza kwanza, kabla sijazungumza kuteuliwa kwa tume, ni vizuri niseme kwamba hali ya machafuko iliyotokea inapewa majina mengi sana wengine, wanasema ni maandamano, wengine wanaita maandamano, lakini mimi kwa kweli sikuona maandamano, mimi kwa kweli niliona machafuko tu, kwa sababu maandamano huwa ni kitu organized, kwamba mtu watu wanajulikana, wanatembea, wana, wana maplacards wanaonyesha wana mahitaji yao ni nini. Mazingira niliyoyaona yalikuwa ya watu wanaingia mtaani, wanapora vitu, wanachoma miundo mbinu E, wanachoma e, banks na kadhalika na kadhalika hasa yale kwanza. Mimi siamini kama ni maandamano, lakini hayo ndio yaliyotokea. Na hayo naye yauliza, ni matokeo ya hayo yaliyotokea unakusudia. Uh, uliona machafuko, uliona pia na mauaji. E, sikuona mauaji wakati inatokea. Mi nilikuwa Mwanza, mi nilikuwa Mwanza. Mwanza unapajua nilipokuwa Mwanza niliambiwa katika eneo linaitwa Kisesa, watu wanatembea na wameenda kuvunja ATM, nadhani wakameneji wakachukua pesa zilizokuwa mle. Watu wa benki waliniambia wamechukua 80 million shillings zilizokuwa kwa ajili ya wateja wakati wa sikukuu, na baadaye wakaadvance kwenda mahali ambapo kuna branch kubwa kabisa ya, ya benki na wakaenda, na ilikuwa usiku sasa watu hawaandamani usiku, lakini wakaadvance kwenda kwenye ile benki, na polisi waliokuwa wanalinda ile benki wakapiga risasi juu ili kuwatawanya wale watu, lakini hawaku hawakutii hawaku amri wakaendelea kwenda. Kwa hiyo polisi katika utaratibu wao wa kulinda benki na kujilinda wenyewe wakatumia risasi, na unajua, ukitumia risasi watu watakufa. Na baada ya hapo wengine walikimbia baada ya kuona mapambano mapambano ni, ma, ni makali zaidi. Kwa hiyo hiyo ndio stori ya Mwanza niliyoipata kabla sijaambiwa stori iliyotokea Dar es Salaam na mahali pengine, pamoja na kijijini kwangu kule Bunda kwa like maana me... anasema kwa mazingira hayo, huwezi kuita yale ni maandamano. Maandamano hayaendi benki. Maandamano yanakuwa na destination mahali ambapo wanatoa kauli ya madai wanayoyataka, katika mazingira ambapo maandamano yanafanyika katika njia ya amani na vile kama maandamano hayo yameratibiwa na kukubaliwa na mamlaka zinazohusika bila shaka, ndio huu utaratibu ambao unaozungumzia wewe mzee Wasira. Lakini katika yeo, mazingira hiyo ambayo aitokezea ni kwamba serikali ya chama chako ilipiga kabisa marufuku maandamano ya aina yoyote. Kwa hivyo, bila shaka hamkutarajia kwamba mungepata maandamano ya aina it's hiyo ambayo unaizungumza. Sio so kweli kwamba tulipiga maandamano ya aina yoyote, kwa sababu walichosema kwamba wanataka kuandamana siku ya uchaguzi na obviously wakati wa uchaguzi vyombo vyote vya ulinzi na usalama vinakuwa alati kwa ajili ya kuhakikisha uchaguzi unapita salama. Wao wakaja kuandamana usiku hecali. uchaguzi katika maeneo mengi uliendelea mpaka ukafunga vituo bila matatizo, isipokuwa katika eneo la Tarime na Dar es Salaam. Lakini maandamano mengine hayo yalifanyika usiku wa kuamkia e, baada ya uchaguzi. Sasa kwamba serikali ya chama changu ilikuwa imezuia maandamano, sio kweli. Kuna utaratibu na kwa kweli hapa Tanzania wakati wa, wa uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan uliwekewa utaratibu kwamba wakitaka kuandamana kwa wanapeleka taarifa polisi, na polisi inajitokeza kwenda kuwalinda kuwa na kuwasindikiza, na imetokea mara nyingi katika kipindi kifupi. Wameandamana Arusha, wameandamana Mbeya, wameandamana Mwanza, wameandamana katika miji yote mikuu, na hakuna mtu ambaye aliumizwa mazingira hayo Uh, tu, tu, kwa kwa. Turudi katika hali ambavyo ilijiri, uh, iwe yalikuwa maandamano halali, hayakuwa halali, amefanyika vipi, lakini matokeo yake ndo ambao tunayozungumzia ya sasa. Mzee Wasira, watu wameuawa, si kidogo. Video ambao zinasambaa mitandaoni, zinarushwa vya habari, zinathibitisha kwamba watu wengi sana wameuliwa. Hii ndio hali ambayo mnao Tanzania hivi sasa, ama sivyo? Hawata hilo, hamkiri kwamba mauaji yametokezea makubwa? Ah, mimi siwezi kusema watu wengi kwa sababu rais ameunda tume na sisi tunangojea tume ile ifanye utafiti, kwa sababu mitandao ya kijamii, rafiki yangu <laughs> ina mambo kweli, ina- inatoa kila mtu ni mwandishi wa habari katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ukitaka kusema takwimu, watu wengi wengi ndio wangapi? si tuna regret kufa watu, hata angekufa mmoja tunge regret, kwa sababu maisha ni maisha, hayana thamani ya fedha. Kwa hiyo tunasikitikia, tuna, tuna vifo vyovyote vitakavyokuwa vimetokea lakini mimi sina takwimu ya watu waliokufa, lakini watu wamekufa lazima. Sasa katika ghasia, huwezi kuexpect mambo yatakuwa salama kabisa. Na wengine wanazungumza juu ya haki, lakini haki inapatikana amani ikiwepo. Katika mazingira ambayo ni ya kivita, mazingira ambayo ni ya ghasia, huwezi kujua nani ataumia wapi. Hiyo ndio ukweli wenyewe. Na vizuri umetaja hili suala la mazingira yaliyokuwepo katika hali kama hiyo, kwa sababu uh, mazingira bila shaka yali amua matokeo ya kile ambacho kimetokea, ndo swala kubwa linakuja kwamba mlizoea kuitwa Tanzania kisiwa cha amani katikati ya bahari ya machafuko, na wengi wanajiuliza, Tanzania ilifika fikaje katika hali ambayo ilifika tarehe ishirini na tisa Oktoba na kuendelea siku kadhaa baada ya hapo. Mlifikafikaje mzee Wasira, katika, katika hali kama hii katika katika ma, nini, de, dini, katika nini maelezo ambayo rais ametoa ametaka tume itusaidie kujua tumefikafikaje hapo. Sasa ukiniuliza mimi tena, nitakuwa nafanya kazi ya tume. Tuache tume ifanye kazi yake, ituambie tumefikafikaje hapo mm-hmm. nani amehusika, nani amefinance, kwa sababu kuna mambo mengi ndani ya, ya gasia ya zile Nam nam, tuje sasa katika hilo swala la kwamba rais ameunda tume tayari kuchunguza masala yale. Miongoni mwa ukosoaji wa kuundwa kwa tume hii umerudi katika hali mfano wa hii ambayo imetokezea takribani miaka 25, 24 iliyopita visiwani Zanzi, mwaka elfu mbili na moja ambako mauaji pia yalitokezea makubwa sana dhidi ya raia na rais Mkapa wakati huo aliunda tume ya Hashim Mbita na ilikosolewa hivi hivi na ukosoaji ambao wanatokezea hivi sasa kwamba ni tume ambayo inawateule wale wale katika mfumo ule ule, majaji wastaafu ambao ni majaji kutoka serikali hizo, viongozi wa kijeshi, mabalozi wastaafu wengine, na kwa hivyo wanaona kwamba ni kesi ya ngedere kumkabidhi nyani, mfano wake anavyozungumza wao kwamba ni wale kwa wale. Unasemaje kuhusu hili Mohamed Ngoya? Nikuambie, tatizo hapa ni tatizo la kuaminiana. Naam, huwezi ukasema majaji wale, jaji Chande Othman au cha-, jaji mkuu mstaafu Juma, wote majaji wastaafu katika mazingira ya nchi yoyote, hawa ni watu ambao wanakuwa na jamii, walitakiwa waaminiwe, wa waaminiwe, wanatakiwa waaminiwe. Lakini kama wewe -huwataki utakuwa wewe ndio unataka kuteua, lakini katiba ya Jamhuri ya Muungano inampa mamlaka rais kuteua na watu walioona wanaweza kusaidia, sio kumsaidia yeye, kuisaidia jamii kujua kilitokeaje, nini kimetokea, madhara ma, ma, ma, yale yali yaliorganizwa na nani. Hayo mambo yote yanaweza, na mtu yeyote ambaye anaona kwamba ana jambo, anajua kabisa kilichotokea, angojee tume itoe anwani zake, aende kwenye tume akaeleze. Sasa kitu ambacho kinababaisha hapa ni kwamba wako watu hapa wenyewe wa, wa, wa, wanatazama sura za za watu badala ya kutazama kazi ya tume, na wao wangependa sijui wao ndio wateue. Maana mimi siwaelewi. Hata mimi sahizi ameteua, wangengoja kwanza content ya ripoti itakayotoka pale. Hayi, unaweza kucriticize ripoti lakini huwezi ucriticize watu ambao wana experience wamesha fanya mambo hayo ya, ku, ya kutazama migogoro katika maeneo mengi kwa mfano nani Chande Osman, Chande Osman ameisha kwenda mpaka ICC na amekuwa anafanya kazi pale, amekuwa jaji katika mahakama ya haki za binadamu ya Afrika. Sasa wote hawa na experience zao, wewe unasema wote hawafai, na anayefaa nani? Vizuri, uh, Mzee Wasira, umetaja suala la kuaminiana, maanake kuna right. Kuna, kupo, kuna kupotea imani baina ya watawala na wanaowatawala, wananchi kwa maana hiyo, na ndio swala likaja pale mwanzo kwamba mmefikafikaje, kiasi cha kwamba uh, wananchi hawana imani wanani na mifumo kwa ya nchi imepoteza imani ya wananchi, ila kuna watu ambao ni viongozi wa vyama vya amba siasa ambao na wao siamini kama wanarepresent maoni ya watu wote. Hapana, wao wana ajenda zao ndio wanaotaka zile ajenda zao ndio zifuatwe. Sasa ukiwasingizia wananchi, hata mi ni kiongozi wa kisiasa, mawazo yangu si lazima yao ya wananchi wote. Kwa hiyo kusema wananchi wamepoteza trust, hiyo kweli okay. Ila kuna viongozi wa chama cha siasa, tena si vyote, ni chama kimoja tu ambacho kimekuwa pale, kimekataa uchaguzi, kimesema kitazuia, kikashindwa kime kuzuia uchaguzi, uchaguzi ukafanyika, kikaona ghasia ndiyo inakuwa solution. Sasa tuache tume ituambie, itatuambia tu nani amehusika, nani amefinance. Ni kama kwamba tayari ushakuwa na majibu, Mzee Wasira, wa nini kimetokezea. Maanake unataja chama cha kisiasa ambacho kiko na msimamo wa kuto kushiriki uchaguzi. Ni hicho chama kwenye mitandao ya kijamii ndio kimesema hakitambui tume, ndio maana naona ni kijibu kabla hujaniuliza. E, manake pia nimesikia katika hadidu rejea ambazo mheshimiwa rais amezitaja mojawapo ni hizo kuangalia kauli za vyama, na amezitaja mfano wa kauli hizo. Pia ndio maana nikasema pengine mashaka ambayo wanayo watu kwenye uteuzi na, na, na, na watumiia uchunguzi ni kwamba rais anateua tume ambayo tayari yeye mwenyewe anadhani kwamba ana majibu yake ya tayari mkononi. Hapana, rais angekuwa na majibu yake asingeteua tume si kwa sababu ya kuhalalisha majibu yake ambayo anayo. Watu ambao ni neutral, si wanachama wa chama cha siasa, wale ni watumishi waaminifu wa, wa, wa umma, amewatuma sasa. Kama watafanya kazi yao vizuri kulingana na hadidu za rejea na watatoa ripoti, basi jamii ingelisubiri kwanza walete ripoti. Kama wanadhani ripoti ile haitoshelezi au imewasema watu ambao hawahusiki, hapo ndipo tutajadili. Lakini tunazungumzia katika nchi, mzee Wasira mzee Wasira, katika nchi ambayo mifano imeonyesha huko nyuma, hata viongozi wa taasisi ambazo zinavyotakiwa kama unavyosema, nami nakukubalia kabisa kwamba wanatakiwa waheshimiwe na waheshimiwe kwa sababu ya nafasi zao, lakini walikuja baadaye wakawa ni sehemu ya mfumo wa utawala, wakipigani hata urais wa kupitia Chama cha Mapinduzi, mfano kama alivyokuwa fano Ramadhani marehemu, pamoja na viongozi wa kijeshi na viongozi wa, na kadha wa kadha ambao wamejitokeza baada ya utumishi wao kuwa ni wanachama na wanapigania uchaguzi kupitia Chama cha Mapinduzi. Utataka je, watu hawaamini wa katika hali kama hiyo? Mzee Wasira, watu wapi ambao hawaamini? wasaubwpinzani So hata wapinzani ambao hawaamini kwamba, unajua unajua, problem ya wapinzani wa Tanzania, mm -hmm. wanapinga kila kitu. Ndiyo problem kila kitu hata wakiwa na mifano ya wazi, wakiwa na mifano kwamba huyu jaji wa mahakama kuu au jaji mkuu ametoka katika ujaji, amegombea uraisi kupitia chama cha mapinduzi; huyu alikuwa ni mkuu wa tume ya uchaguzi, amegombea baadae katika chama cha mapinduzi; huyu alikuwa ni mkuu wa polisi au alikuwa ni kiongozi wa jeshi, baadaye ameteuliwa kuwa kiongozi una, una, una wa kisiasa. Bado nadhani kwamba imani yao kutokuamini mfumo ina, hiyo ina mashaka. Uh, wangekuwa wamegombea kupitia upinzani wasingewasema. Tatizo lao ni kuwa waligombea. Kwanza, raia wa nchi hii kwa kiwango fulani wana haki ya kugombea na wangeweza kwenda kugombea, na kuna majenerali wa, wa kijeshi wamewahi kugombea ubunge kupitia opposition na wajawasema na no. Ilikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa general wa, wa, wa, ni, wa, wa jeshi la ulinzi na akaenda kugombea ubunge katika wilaya ya Tarime, alikuwa Major General Mwita Marwa na hata siku moja hujasikia opposition ikimlaumu kwamba amejitoa kwenye ugeneral kwenda opposition. Tatizo ni kwenda CCM. Ndio maana nasema wanapinga oh, wanapinga oh, tu mradi linahusu CCM. Lakini hilo sio jambo la leo, tunazungumza habari ya leo. Naam, tujie... majaji ambao wanaheshimika katika Afrika na pamoja na dunia. Naam, tuje katika... kazi ya kukusanya habari, unawakataaje kabla hawajaleta taarifa? Naam, tuje katika hali ya leo. Nakumbuka tulifanya mazungumzo mara moja na tuanza kuhusu hoja ya maridhiano na ukanielezea kuhusu kwa ufasaha kabisa kuhusu 4R, R4 zile za Rais Samia Suluhu Hassan. Na sasa uchaguzi umemalizika na namna ambavyo umemalizika, bila shaka makovu ni mengi sana katika nchi na wito wa maridhiano ulikuwa uanze haraka sana, lakini rais amesema kwa sababu ya yaliyotokezea inabidi kwa tuanze na uchunguzi afadhali katika maridhiano. Swali langu kwako ni Mzee Wasira ni kwamba vipi, uh, maridhiano yanaweza kujengeka sasa baada ya makovu yote ambayo ametokezea ndani ya siku hizi? Maridhiano yatatokea kwa sababu kwanza, unaridhiana kwa nini? Unaridhiana kwa sababu ziko tofauti, si ndio? Naam. Sasa tofauti ndizo hizo ambazo tume imetumwa ituambie tumefikaje hapo. Lazima tume itakuja itatuambia a b c d. Sasa tunapoenda kwenye maridhiano, angalau tunajua hili lililotokea limetokeaje? Nani amehusika? Alafu baada ya, ya hapo sasa, ndio unasema basi tuketi, hata unaweza kuketi hata ukua, na wale watakaokuwa wametajwa kama wamehusika, ili tuanze kuulizana iwikuaje, na vilevile tuambiane ukweli kwamba si tuna nchi moja tu inaitwa Tanzania na kwa miaka sitini tumekuwa tunaishi hapa kwa amani. Sasa imetokea hii, lakini hiyo haina maana ya kwamba chuki hiyo itaendelea milele. Lazima utafute solution na solution ni kujua kwanza chanzo, alafu baadaye unaenda kwenye maridhiano. Naam, kwa hivyo unaona kwa jicho lako kwamba mustakbali wa siasa na usalama wa Tanzania utarudi katika mstari siku si nyingi tena? Mimi naamini utarudi, mimi naamini utarudi, kwa sababu kila mtu ameona gharama ya macha, ya machafuko. Ambaye hakuona ni mtu ajabu kweli, tena kwa nchi ambayo imezoea amani Haya ni machafuko ya kwanza na yana, yana, yana sura mbaya sana ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo lazima tukae chini tuambiane tuna nchi moja tu inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ambayo kwa kweli tunatakiwa kuitibu majeraha yaliyotokea ili tuende kwe, tu, tusonge mbele. Tuna nchi moja tu, nataka kusisitiza. Naam, vizuri kwamba umetaja kwamba hii ni mara ya mwanzo kutokezea, lakini pia ningependa kumkumbusha msikizaji wetu kwamba hii ni mara ya mwanzo kwa upande wa Tanzania bara Zanzibar imetokezea ndio haya. Zanzibar ndio yaya yalishapatiwa ufumbuzi, wengine walipofidia, wengine nini, haya yaliishaisha. Tunazungumza ya leo nam, kwa tanzania nam, bara ndio mara ya kwanza, ukiondoa ma, maasi ya jeshi ya mwaka sitini na nne, ni mara ya kwanza imetokea vita hali ya namna hii naam. Naam kabisa. Kwa upande wa chama chako cha Mapinduzi, lipi somo ambalo mnaondoka nalo baada ya yote haya Mmejifunza chochote kile? Of course, sisi ni chama cha siasa sisi, ni chama ambacho wakati wote tunajifunza na katika kikao chetu cha kwanza kwanza tume, tumelaani e, ile ghasia iliyotokea, lakini vilevile tumejituma kwamba tutajifanyia tathmini sisi wenyewe kujua kitu gani kimetokea na tufanye nini kwenda mbele. Naam. mpenzi msikilizaji ni mzee Stephen Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania, akizungumza nasi hapa leo navyobaga, kuhusu hali ya mambo na mustakabali wa kisiasa baada ya uchaguzi mkuu na machafuko ambayo alijiri Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mzee Wasira, nakushukuru sana kabisa kuungana nasi. Asante sana kushukuru sana. Asante tena. Asante sana kabisa. Basi msaji wetu nakushukuru pia kwa nasi na kwa heri hadi mara nyingine.